Nati na za kufungua projector zipo kwa funguwa, kilesi, chini. Kwa hiyo kisha fungua unakuja ukutoa mfuniko huu, mfuniko unatoka kiraisi baada ya kufungua nati za chini, wala hauna hauna ugumu wowote, ni very simple, unainuka tu na utoa. Lakini baada ya hapo tunatoa huu hapa huu mkanda huu, mkanda ni wa button na, na namna ya kutoa, kuna kidude fulani hivi unakibinua, ama unakiinua ndio unauchomoa na, nitaeleza na namna ya kuchomoa huo mkanda huo kwenye video nyingine. Lakini baada ya hapo, kisha utoa tu mfuniko uh, unakuja kutoa nanilia nini, mikanda hii mikanda unayoona hapa, ama waya zote ambazo ambazo ziko kwenye hiyo projekta yako unazifungua. Kwa mfano mnaona kwangu, nimetoa nimetoa huo waya na, kwangu, nimetoa huo waya, nimetoa na uwa. kwa hiyo unatoa nyaya zote kulingana na projekta yako, na baada ya hapo, unaenda kufungua sasa projekta, unafungua nati zote zinazoonekana ili kuifungua ndani zaidi. Minya linki hapo chini kwa video inayofuata.